memsuta waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa agizo alilotoa kwa maafisa wa polisi, wakimtaka kujiuzulu au kuondolewa afisini. Aidha, viongozi wao wamewataka waandamanaji kufanya maandamano ya amani na polisi kutotumia nguvu kwa waandamanaji wasio na hatia. Haya yamejiri huku wakili Kepha Ojijo akiwasilisha hati kiapo kwa chama cha mawakili ili kumwondoa waziri Murkomen na naibu wa rais Kithure Kindiki katika sajili la mawakili, akisema walikiuka haki za kibinadamu wakati wa maandamano ya Juni tarehe 25 mwaka huu. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameendelea kujipata pabaya kutokana na matamshi yake aliyowaagiza maafisa wa polisi kuua mtu kwa bunduki. Muungano wa maimamu na wahubiri nchini CIPK wakiwa wa hivi punde kujitokeza na kukashifu matamshi hayo. Wakimtaka waziri huyu kujiuzulu au kuondolewa afisini, wakisema kuwa wadhifa huo ni wa kuwalinda Wakenya na wala si kuwaangaisha. Murkomen, ikiwa itawezekana, apatiwe wizara nyingine. Wizara ya ulinzi imemshinda, na kila Mkenya ajua halo, na hiyo doketi ambayo ni muhimu sana kuzungumza mambo kama hayo eh kwa hivyo sita, atu, mkono Salem kuhusu mambo yarba hiyo, hapo tunasema kwamba hata kwa kama inawezekana atolewe. Viongozi hao wameitaka serikali kufanya mazungumzo na vijana nchini ili kusuluhisha migogoro iliyoko, kwani maandamano hayo yamepelekea vijana wengi kupoteza maisha yao wakati wakiandamana. Taifa ni kubwa kuliko mtu yoyote kuliko mwanasiasa kuliko upinzani wala serikali manake, tumeona vidole zinaonyeshana ya kwa kuwa wenye kuharibu mali ni vijana. Vijana wanasema wa polisi wanaua vija, wanaua vijana. Sasa ni kuonyeshana vidole, nini tutafanya? Wito wetu kama baraza tunataka kuwe na mazungumzo. Wakati ambao vijana na wanaharakati nchini wanatarajiwa kuandaa maandamano mengine tarehe saba mwezi wa saba almaarufu kama siku ya saba saba, viongozi hao wamewataka vijana kufanya maandamano ya amani na kusaza vurugu na uharibifu wa mali ambao umekuwa ukishuhudiwa. Maandamano yamebadilika, imekuwa kibali cha mauti. Wangapi wasiokuwa na hatia ambao kwamba wameumia, wangapi wafanyi biashara zao zimeharibiwa? Tunawauliza Wakenya kwa busara na kwa unyenyekevu, tuendelee kuumia kwa kwamba Article 37 imeruhusu watu wafanye maandamano? Aidha wamewaonya viongozi wa kisiasa ambao wanaingilia maandamano ya vijana kwa manufaa yao wenyewe kusita kufanya hivyo, kwani hali hiyo inazua joto jingi la kisiasa nchini. Na wanasiasa, tunawaambia tafadhalini, nyinyi mko katika usalama na munalindwa specially, mbali walinzi wa kawaida, mwalindwa na walinzi binafsi, munasababishia vijana wa maskini vijana wa walala hoi, mama zao kumwaga machozi na kulia, kwa sababu baadhi ya watu wanataka madaraka yao binafsi na ubinafsi wao. Tunawaomba muache uchochezi, muache maneno mabaya, muache fitina. Meri Kyalo, Undugu TV.